Tukio lilianzia pale maeneo ya gerezani Kariakoo. E, mabasi kuna yalichelewa kuchukua abiria pale. Lilipofika basi moja pale, watu walikuwa ni wengi, wa wakalishambulia na kuharibu vioo kule. Hata hivyo, fujo zile zilitulia na baadhi ya abiria wakaingia kwenye basi, wakaja nalo mpaka Magomeni Mapipa, ambapo inadaiwa liliharibika na wale baadhi ya abiria walishuka na wakachukua mawe yaliyokuwa karibu na na kulishambulia, kwa maana ya kuharibu vioo vya basi pale Magomeni Mapipa. Wale wale, walikuwa wanatembea kwa, kwa mguu waliotoka kwenye hili basi la hapa Mapipa. Wafika eneo la usalama, wakakuta ba, wakakutana basi lingine, wakachukua mawe yaliyokuwa karibu na maeneo yale, wakaweza kulishambulia na kuharibu vyoo la mwisho lilikuwa ni pale Magomeni Kagera, ambapo sasa hao watu walikuwa wanatembea kwa mguu. Kumbuka liliharibika moja Kagera huku, liliharibika basi moja huku Mapipa e, wakawa wanatembea kwa mguu, walipoanza kushambulia tena gari lingine pale <coughs> na kituo cha mwendokasi pale polisi wakawa wamekutana nao wakiwa wanatokea maeneo ya huku e, Manzese kuna kituo cha Manzese Ubungu, ambapo vituo vingine vya huku juu vilikuwa viko salama na magari ya huku juu yalikuwa yako salama. Kwa hiyo hicho ndicho kilitokea, na kwenye kundi hilo watu watatu wamekamatwa na wanahojiwa. Kwa kifupi sana hali ilikuwa namna hiyo. A, kumbuka hilo kundi limetokea maeneo ya ya huku Mapipa a, likaja pale kituo cha usalama limepita Mwembechai, limefika Kagera a, sasa kundi linaongezeka kubwa, na unaona sasa unafanya uharibifu wa miundombinu hii ya umma. Kwa hiyo kilichofanyika, nadhani watu wakisikia mlio wanajua ni risasi, e, Uh, lile ni bomu la kawaida la kutuliza ghasia lililorushwa hewani eh, kuashiria watu watawanyike. Kwa hiyo hakuna risasi iliyorushwa, ila ni bomu lile la kuwatawanya lililorushwa hewani, na unaona baada ya kufanyika vile uh, kwa hiyo vile vitendo viliishia pale.